Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, hii inaweza ikawa ni habari ambayo obviously inaweza ikawa imekuacha mdomo wazi na usielewe kwamba what is going on kuhusiana na hii situation, lakini issue ni kwamba hakuna kinachoshindikana chini ya jua. So hii ni kolabo ambayo Costa Titch amemshirikisha Chino Wanaman. Huu ni wimbo mpya kabisa ambao unatoka wiki ijayo kwa mujibu wa Chino mwenyewe, ameelezea hivyo na tunaelewa kabisa kwamba Costa Titch of course ameshafariki miaka kadhaa iliyopita lakini kazi zake zipo, akiwa kama msanii. Kuna nyimbo kibao ambazo hazijatoka lakini pia kuna project nyingine ambazo hazijaisha. Hivyo basi, kuna zile files za sauti ya Costa Titch akiwastud akiwa studio akiwa na rekodi baadhi ya vipande ambavyo havikukamilika kuwa nyimbo. Sasa basi, moja kwa moja vipande hivyo, kimojawapo eh, Chino amepatiwa kwa ajili ya kukiweka katika nyimbo yake which means kwamba Kuwepo kwa sauti ya Costa Titch katika nyimbo hiyo ya Chino ambayo inatoka wiki ijayo ni kwamba itakuwa ni kolabo ya Chino na Costa Titch. Na Chino mwenyewe ameelezea kuhusiana na kolabo hiyo, na ameelezea kwamba vile vile ni kwamba ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanamuinspire sana katika safari yake ya mziki, kama tunavyoelewa kwamba huyu Costa Titch alikuwaga ni dansa Umeona. Then baada ya kuwa dansa, baadaye akawa inspired kuimba na of course, alivyoimba soko la mziki likampokea vizuri kwa ha, kwa spidi sana eh, Afrika nzima ikawa imemfahamu kama msanii, lakini background yake tunafahamu alikuwa ga dansa, na hata katika wimbo wa kamati ya chini wana vikenzo, Costa Tichi mule alikuwepo kama dansa tu. Umeona. So kutokana na umaarufu ambao aliupata, lakini ndio hivyo tena alifariki kutokana na ugonjwa wa kifafa. Hiyo ni, pia ni moja kati ya habari ambazo tulishazizungumza tokea mwaka juzi hapa hapa Trend TV. Kwa hiyo nadhani kila mtu anafahamu kitu ambacho kilifanya Costa Titch kufariki, lakini Chino naye pia historia yake ya mziki inafanana yani, zinarandana kabisa asilimia mia moja na Kostatichi kwa sababu wote hawa eh, walikuwa madansa. Chino naye pia alikuwa ni dansa wa Rich Mavoko akaaja akawa dansa wa Mario then akaamua kuimba na soko likampokea, kama the way ambavyo Kostatichi alivyokuwa amepokelewa. Kwa hiyo wana hicho kitu ambacho wana share in common wote, historia zao zinafanana. Sasa basi, kolabo hii ni kitu ambacho Chino ameelezea kwamba alikuwa anatamani sana tokea zamani kukutana na huyu jamaa, lakini kwa vile sasa hivi amekuwa msanii pia alikuwa anatamani pia kufanya naye kazi, lakini ikashindikana kwa sababu jamaa alifariki mapema. Kwa hiyo hiki kitu ambacho kimetokea eh, baada ya watu wa karibu uh, Costa Titch kufanya mawasiliano na Chino na kufanikisha swala hili, basi ni kitu ambacho kimekuwa kama bless kwake, na ameeleza na ametoa shout kwa baadhi ya watu ambao wamefanikisha swala hilo. Kama hapa amemtaja, kuna mtu kutoka South Africa huko Mzulu anaitwa Champulu Magen, huyu jamaa ndiye ambaye alimuunganisha Chino na hizo na kupata hizo access za kutumia baadhi ya voice ambazo Costa Tich alirekodi kabla ja, hajafariki. So, Chino ameelezea mambo mengi sana kuhusiana na hii issue na ujio wa kolabo yake hiyo na marehemu Costa Tich. Kwa hiyo nadhani hapo awali ulivyoona kwamba Chino atuwa, atangaza kutoa kolabo na, kutoa kolabo na marehemu Costa Tich ni kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wameona kama vile ni masihara, lakini hivyo ndivyo situation ilivyo right now omaniga, Costa Tich, thank you so much for my brother Champuru Magang au kwa heshima kubwa ambayo umenipa. Eh, leo hayupo duniani, lakini nimepata nafasi ya kufanya naye ngoma moja ambayo inatoka next week. Costa Tich featuring Chino Wanaman Champuru Magang, big respect for Tich Gang and all the people from uh, South Africa. aeoosouafrica ni mtu ambaye pia mimi nilikuwa na dream Yeah, so hivyo ndivyo ambavyo hmm, Chino alivyo, yon, alivyo introduce ujio wa hiyo kolabo, lakini pia ameelezea jinsi ambavyo alivyokuwa inspired na Costa Tich, kubwa ikukutana naye so kuna dream kubwa ikukutana naye, so Mungu ni mkubwa, nimeweza kukamilisha right now. Yeah. Kwa hiyo peji mbalimbali zimeripoti baada ya Chino mwenyewe amefuta posti zake zote katika ukurasa wake wa Instagram, amebakisha hiyo video moja tu akiwa anaelezea ujio wa hiyo kolabo. Lakini pia huku ukipita katika mitandao ya kijamii, basi utakutana na habari kuhusiana na kazi hiyo ambayo inakuja. Kwa mfano hapa kuna peji wamekuja, ameandika kwamba ikiwa ni wasanii ambao historia zao za mapambano yao kimuziki zinafanana Chino Kidi ameshea na mashabiki zake good news za ki... za kutimiza ndoto yake ya kufanya kazi na rapa Tichi ambaye ameshafariki au tangulia mbele za haki miaka kadhaa iliyopita. E, ni kwamba simanzi zilitanda mnamo Machi kumi na moja, mwaka 2023, mwaka juzi yani, ambapo kiwanda cha mziki duniani kilipokea taarifa za kifo cha rapa Costa Tich ambaye alipoteza maisha akiwa kwenye performance jukwaani katika performance ya mziki kwenye jukwaa, jambo ambalo liligusa zaidi hisia za watu wengi. Kifo cha rapa huyo hakikupoteza ndoto za Chino kufanya naye kazi ya pamoja, na hivi karibuni amekwenda nchini South Africa kukutana na watu wa karibu wa rapa huyo, na tayari kazi hiyo imesha kamilika, reko, imesha rekodiwa na Chino ametoa taarifa kwamba itatoka wiki ijayo. Umeona bwana, kwa hiyo hivyo, hivyo ndivyo mambo yalivyo, na ukipita katika comment section watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao, kwa mtu wanasema kwamba bwana, kwa hili Chino amevunja rekodi, kwa mtu wanasema bwana kafanya na mzimu, tuwe tunasoma maelezo ya, ya, ya, tu tunasoma maelezo vizuri bwana. Kuna mtu anasema kwamba bwana, si marehemu huyo Costa Titch, imekuaje amefanya naye kazi? so nadhani nimeelezea jinsi ambavyo swala hili lilivyofanikishwa, eh. kwa sababu mpaka sasa hivi tumeona kuna baadhi ya watu wengi sana wamefariki, lakini ngoma zao zinaendelea kutoka. Kwa mfano, baada ya Pop Smoke kufariki kuna album ilitoka. it means kwamba ni, ni album ambayo alisharekodi kabla hajafa, kwa hiyo ilivyokuwa inakuwa released, sio kwamba mzimu ndio umeingia studio kurekodi. Hapana, ni vitu ambavyo vilikuwepo tayari, vimetunzwa alikuwa ana plani za kuzitoa, lakini ndo amefariki. Kwa hiyo vinatoka japokuwa yeye amesha fariki. So the same pia kwa upande wa Costa Tich, kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba kuna kazi ambazo alikuwa amezirekodi hajazimaliza eh, lakini zilikuwa hazijatoka. Kwa hiyo zile kazi ambazo hazijamaliza kuna msanii yoyote ile anaweza akaitwa njoo uimbe chorus, labda yeye alichana au aliimba kipande hiki, wewe malizia hapa na hapa na hapa hapa, ili ikamilike iwe ngoma then inakuwa released maona au labda kuna mistari mingine ambayo yeye labda alisha rekodi kabla hata hajafa, lakini chorus hakuna, hakurekodi. Kwa hiyo msanii mwingine anakuja, anasikilizishwa ile mistari, anaambia, bwana, hebu andika chorus tutoe hii ngoma. Kwa hiyo inakuwa ni Costa Tich featuring huyo msanii then ngoma in inatoka. Kwa hiyo ndo kwa misingi hiyo nadhani tutakuwa tumeelewana, so hivyo ndipo mambo yalivyo. Kwa hiyo issue za kuja watu wanakuja ku comment kwamba eti mzimu amefanya nao kazi au vipi, ni comment za kikomedi, comedy kibonzo. So ukiwa kama mdau, hebu weka maoni yako kuhusiana na hili tutakuwa tunasoma kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na ku kila comment ambayo tutakuwa tunaiona hapo chini katika comment section. Na hii kwa upande wangu mimi naona kabisa kwamba inaweza ikawa ni nafasi adhimu sana kwa Chino kupata fan base kubwa zaidi South Africa, kwa sababu katika wasanii ambao nyimbo zao zinapigwa redioni huko Saudi, basi Chino ni mmoja wapo. Umeona bwana, eh? Eh, surprise, surprise. Kama ulikuwa hufahamu, basi utakuwa umefahamu kwamba Chino ni mkubwa sana South Africa. Kitu ambacho kinachonishangaza ni kwamba nashindwa kuelewa kwa nini management ya Chino inashindwa kumtafutia show Chino South. Kwa sababu huyu ni msanii mmoja wapo wa Kitanzania ambaye ana uwezo wa kwenda kufanya show South Africa na akapiga pesa nzuri sana almost kila mwezi. So it is what it is. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section. Naona hii collab itakuwa imefungua zaidi eh, mipaka kwa Chino kufanya vizuri zaidi huko South Africa. So, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.